Habari za wakati huu mtazamaji wa nukta TV, karibu katika mseto Plus ya leo Disemba 4, 2025. Dakika kadhaa za kutazama taarifa mseto kutoka pande tofauti za dunia na kuletea taarifa hizo. Jina langu ni Fatuma Useni, nyuma kamera ni Godrack Gustav. Tanzania inatarajiwa kuwa mwenyeji wa mkutano wa Umoja wa Mabunge Duniani ipu utakaofanyika jijini Arusha Oktoba 2026 ukitarajia kukutanisha zaidi ya wanachama elfu moja mia tano kutoka mataifa mbalimbali duniani. Mkuu wa mkoa wa Arusha, Amos Makala, aliyekuwa akizungumza baada ya kupokea ujumbe wa IPU leo Disemba 4, 2025, amesema sababu kubwa mkutano huo kufanyika nchini ni historia pana ya IPU na Tanzania, ambapo Rais Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi. Pamoja na hayo, Makala amesema mkutano huo utafungua fursa nyingi za kiuchumi wakazi wa jiji hilo, hivyo wamewataka wananchi kujiandaa vyema. Mkutano huo wa siku sita utafanyika kwa mara ya kwanza nchini Tanzania, ikiwa ni miaka miwili tangu aliyekuwa spika wa bunge la Tanzania Tulia Ackson achaguliwa kuwa rais wa umoja huo Oktoba 2023. Waheshimiwa maspika wa mabunge hayo watakuja hapa Tanzania na rais wetu amepewa nafasi hiyo na heshima kubwa ya kuweza kuwa mgeni rasmi katika mkutano huo na ni waombe wa Tanzania eh, na Wanaarusha kwamba mkutano huu ni fursa tuutumie vizuri kuanza kutangaza vivutio vyetu vya utalii, lakini pia inaonyesha imani kubwa ya mataifa wa walionayo kuleta mkutano katika nchi yetu. Wanafunzi laki tisa elfu thelathini na saba na mia tano themanini na moja sawa na asilimia mia ya wanafunzi wote waliokuwa na sifa wamechaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza wa mwaka wa masomo 2026 na kupangiwa shule mbalimbali mbali nchini. Waliochaguliwa ni wanafunzi waliofanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi mwaka 2025 na kupata jumla ya alama kati ya 121 hadi 300 ambazo zimewapa sifa ya kuendelea na elimu ya sekondari. Akizungumza na waandishi wa habari leo Disemba 4, 2025, Waziri wa Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe, amesema upangaji wa wanafunzi katika shule mbalimbali umefanyika kwa kuzingatia miongozo ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Profesa Shemdoe amewataka wazazi na walezi kuhakikisha kuwa wanafunzi wote waliopangiwa shule wanaripoti kwa wakati na kuendelea na masomo hadi utakapohitimu kidato cha nne. Amesema serikali inaendelea kufanya maandalizi yote muhimu kuhakikisha mazingira ya kujifunzia na kujifundishia katika shule yanakidhi mahitaji ya wanafunzi wote waliochaguliwa. Katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Asha Rose Migiro amesema vijana wa Tanzania wana wajibu mkubwa wa kulinda na kuitetea nchi yao kwa kuwa ndiyo msingi wa mustakabali wao. Akizungumza leo Disemba 4, 2025 katika jukwaa la wanawake jijini Dodoma, Dr. Migiro amewataka vijana kufanya kila linalowezekana kuhakikisha Tanzania haingii tena katika changamoto kama zile zilizoibuka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 Umoja wa Mataifa umelaani kuongezeka kwa ukandamizaji unaoelekezwa kwa upinzani na vyombo vya habari nchini Uganda kuelekea uchaguzi mkuu, na umetoa wito ufanyike uchunguzi huru kuhusu matukio ukamatwaji kiholela na mateso dhidi ya upinzani wa kisiasa. Kwa mujibu wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa, kuna ripoti za kuaminika zinazoonyesha kuwa takribani watu 550 wakiwemo wanachama na wafuasi wa chama cha upinzani NUP cha mgombea wa urais Bobi Wine umekamatwa na kuzuiliwa tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Zaidi ya watu mia tatu kati yao wamekamatwa tangu kuanza kwa kampeni za uchaguzi mwezi Septemba, kuelekea uchaguzi uliopangwa kufanyika Januari 15 mwaka ujao. Wengi waliokamatwa wanakabiliwa na mashtaka kama kuto kuheshimu sheria na kuchochea vurugu. Mwisho wa Mseto Plus ya leo Disemba 4, 2025, niliyekuletea taarifa hizi, jina langu ni Fatuma Binti Huseni. Nyuma ya kamera ni Gudrak right, Gustav. Tukutane tena wakati mwingine kwa taarifa nyingine.